tofauti kenikeni, kwa sababu ndugu zangu wa Uislamu, ya manufaa na uongozi mzima na malezi mazima

Qur'ani akaizingatia na kuweza kujipa nafasi katika Qurani, basi huyo ataulizwa na rabbul izzati wajalalu Allah subhanahu wataala, akayasabiki hayo, akosema waratili lqurana tartila, na isomeni qurani kwa utaratibu wake. Ndugu zangu wa Uislamu, ambao ameelekeza waratili lqurana na isomeni Qur'ani kwa sababu kuna maneno ambayo au ndani ya Qur'ani yaatu, kuisoma kuna mwongozo na ujumbe mkubwa kwa binadamu wa fil Qur'ani, na wa fil qira'ati al-Qur'an fihi 'ibra na kuisoma qurani ndugu zangu Waislamu, mna mazingatio pia, mna maelekezo juu ya mwanadamu na maisha yake, ili yaekewa katika njia ya usawa, njia unyoka, na njia iliyonyooka. Allah subhanahu wa ta'ala akarahisisha na kuweka wepesi katika usomaji huo akasema, fakarahu ma tayasara min qurani. Wajawangu, someni yale ambayo atakueni mepesi katika Qurani, bimaana kile kiasi ambacho ulicholeza basi si usikiachi pia utaitekeleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa siku moja ameketi alimtaka sahaba wake Abdallah ibn Masud aweze kumsomea Qurani, akamwambia iqra alayya lqurani, al nisomee Qurani. Yule sahaba akasanda sana akamwambia Mtume, kaifa akra alaika, vipi ntakusomea Qurani wa ilaika munzila, na kwako ndio ilitetemka. Mtume akamwambia, akawambia ini uhibu, hakika mimi napenda an asma min ghairi, nisikize namna anavyosomwa kwa mwengine, kwa sababu mtenda na kati mazingatio baada ya mazingatio Allah subhanahu wataala na kuhimiza kwamba lengo la kwanza ni kwamba kitabu hicho watu wakisome, watu wakitambue. Akasema wamanaraba dhikri yoyote ambaye atayepuuza, yani utacho wangu ukumbusho wangu mimi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ambayo ni Qurani faina lahu maisha dhanka, hakika akik Ukatazama ndugu zangu Waislamu, sheria zote Allah ametuekea ndani ya Qurani na hii qurani ndio mwongozo wa umma hasa tunapokuwa tumeitupa nyuma ya migongo. Na mtume akaashiria ipo siku moja katika dalili za kiama, watu wataamka wakute ile qurani vyote imevutwa ndani ya misafu, watakuta peji ziko nyeupe. Hiyo mkiiona ni moja katika dalili za za kiyama. Kwa hivyo itafikia nyakati, kama sio tutakuwa hai, basi wenetu watashuhudia, au kizazi kijacho, ya kwamba wataikuta Qur'ani imevutwa ndani ya misafu. Hilo alilibariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa sababu gani? Watu wameipuuza wameiweka kando. Mtu yu tayari kushinda na simu 24 hours. mtu yuu tayari kusoma baibo na la vitabu vingine 24 hours lakini hayuko tayari kudurusu au kuisoma au kusomeshwa Qurani. Ndugu zangu wa Islam, au akaahidi mwenye kuipu, inasema siku hiyo wataulizwa sasa. Akiwa ni mtu ambaye aliyesoma ni alim, ndio atakuta kufafanua hivi. Mwenyezi Mungu anasema fa yauma idhin, siku hiyo ya Kiyama la yusalu dhambihi, hawataulizwa kuhusu dhambi zao ili insu wala jaan binada

watakuja wasimamishwe baada ya kisimamo kile ili wafanyiwe hisabu ya kwenda peponi na kwenda motoni. Sasa hii Qur'an bado Mwenyezi Mungu anakataa, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, ingelikuwa haitoki kwa Allah ingelikutana, yani kuna filafu nyingi sana. Jambo la tatu, ndugu zangu Waislamu, imeshuswa Qur'an Leo, bima bimavi ili iweze kufanyiwa kazi kwa yale ambayo yako ndani yake, yale Allah subhanahu wa ta'ala alituamrisha, ar-rijalu qawwamuna yani alan-nisaa, yani wanaume ndiyo wasimamizi wa wake zao nyumbani. Leo takwimu inaonesha wanawake wengi ndio wanatuminiki sisi wanaume, na wanaume hawana usemi ndani ya nyumba zao, pasenti kubwa

ni kuwabainia kwamba wasichange haki na batil na kuwatahadharisha, hivyo ndio kuwa hukmu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, baada ya hapo, watu ambao wanaonekana wamesupport maasi ni wanaume, kwa sababu hawana kauli ndani ya nyumba, hawezi si kusema kwamba usitoki hapo, hiyo kauli hana. Sasa ndo jamii yetu nani

aende katika umanguni huyo na atajiposti, atapendeza zaidi hata siku ya arusi, na atajiweka TikTok, WhatsApp, Facebook, atajiweka mitandao yote ya kijamii yote. Ni ndugu zangu Waislamu, hakuna faida zaidi. Atakuomba na pesa wewe ya kuweza kwenda kutunza kwenda kutoa e, e, e, e, zawadi na mengine mengi kwa hivyo Waislamu, yote haya ni kutokana na udayuthi wa wanaume. Akasema Mtume atuyuf mtu asiokuwa na wivu wizi kufikiria kwamba huku anapoenda kuna kreri, huku anapoenda wetetawatakata naunomanameta atilia muziki watapiga Qur'an. Ametukataza akana yatadabaruna Qur'an, hivi hawa hawa

evuhapo hapo wako vichwa wazi mashingo wazi. Mwanamme yoyote ambaye anaidhini mgewa kwenda katika umanguli huyo, basi ajue kwamba yeye ameingia katika fungo na ujauu ana wivu na udaike wake. Kwa hivyo, hiyo inakuwa nibada katika jamii, baraka na neema inaondoka. Mashaka wakisema wanatukanwa na sifa ambazo hawana, wanapachikwa. Wana kisa nini? Kisa ndugu zangu wa Islam, kuambia mtu mmoja kanifuata mimi aba ni msikiti wetu uchafu sana, kapeti watu wanakuja kusujudu, ama wawana uchafu, yani msikiti uko huko tu. Kawambia ni kwa sababu hatujapata cleaner wa wakuklini vizuri msikiti, kwa sababu msikiti kama unakuwa na cleaner sawa sawasawa

kamwambia na hapa kwa Allah katika jamii tena nizunguka, hakuna mtu ambaye nini, naenda nishamuibia au kumfanyia vibaya kwake au kumdhulumu chake, isipokuwa ni chuki ya mama hivyo ambayo natoa, inawagusa. Niliwambia tu kina mama, jamani waume, tazama tu mfano wa karibu, mtu akiwa na appointment mafees ya kwenda kuchukua, ameitwa mafees au iko na appointment cot yakea akoti ya huwa anavaa vizuri, lakini mtu akija msikitini, anakuja na sirinda anatiana ajue juele sirinda na, na nasali hivyo hivyo ilinote wakati mtu anakuja na sujudu kasana, anaacha athari ya ile ile ile dude pale ya javu, ile sirinda. Basi walipofikisha watu wote, si tunaona msikiti wao tunasikia kwamba eti tusije kuswali kwa sababu tunakuja na sihine la ilaha illallah. Anasema mwenyezi Mungu ndani ya Surat Al-A'raf, khudhu zinatakum inda kulli masjid, chukueni nguo zenu nzuri kila mkenda msikitini. Maanake mtu ukitoka jambo ambalo lilikuwa jema, ndio hapa kuambia telemkeni, mtabaki kuwa maadui nyinyi na wake zenu, wataingiza katika makosa ambayo mtakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema fa imma yaaku nini muda, ikiwa kama itatokea ndani ya